Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 ukishasikia sauti kama na hii, basi ujue ni muda wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimas, na kuomba uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho nasema karibu. Tuanzie na uko Baraka ambako mama mmoja aliyejulikana kwa jina la Furasha Charlotte wa miaka 43 ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Alhamisi ya tarehe 29 Mei 2025 katika kata la Mwandiga kwanza manispaa ya Katanga mjini Baraka. Akizungumza na TV yako, bwana Oredi Mukamusi kaka wa marehemu amesema kuwa ilikuwa mida ya saa moja usiku ndipo watu wenye kumiliki silaha waliwasili nyumbani kwake na kisha kumfya ya risasi za tumboni, kama anavyoeleza hapa kwenye TV yako, tumsikilize. Ilikuwa muda wa 19 uh, mtu alifariki kwa kupigwa risasi. Yeye mama alikuwa akipiga ndani ya, ma, ya mafiga piga chakula mle, baadaye kusikia amepigwa anili, ma, ma, ma, ma, masase pale, ila akujua ni nani aliyempiga masase. Baadhi ya hapo ikabidi kwamba waite wanii wahusika wa kijiji wakakuya pale kufanya intervention pale, abikuwezekana, ikabidi eti tumbe kwenye hospitali lakini hakuwezekana, basi mtu akakufa. Baadhi ya hapo ikakucha asubuhi, asubuhi yake leta zote zilikuwa hapa hivi, zikafanya uchunguzi, uchunguzi, uchunguzi ankete pale bakamaliza njo bakaondoka bakaamuria kwamba mtu azikwe na jamaa lake. Marehemu huyo alikuwa anaitwa kwa jina la Furaha Charlotte, mkamusi wa jamaa la Banyamuganga. Alikufa na miaka makumi ine na tatu. Alikuwa na mtoto mmoja wa kike ndiye alikuwa akiishi naye kwenye parsele yake hapa Mwandiga. Hakukuwa na tashi kwenye jamaa lake wala kwenye jamaa kwenye alikuwa naolewa hakukuwa tashi hata kidogo. Mimi kama vile kaka ya marehemu, niliwaza tu kama mtu amekufa hivyo nikajiwaza mambo mengi pe, pengine naye amekosea mtu fulani wa kijiji, aidha amekosea mtu wa familia ya bwana yake. Lakini baadhi ya hapo nikayachunguza mii mwenyewe nikasikupata hata jibu. Tengo vya usalama vilifika hapa kwa ajili, viliitwa na mwenye kijiji cha hapa Mwandiga kama vile nyumba kumi, kama vile komanda de la polisi, kama vile kapita wa kijiji tukiwa tu katika muji wa Baraka ni kwamba wabunge wachaguliwa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kiraifa wanapanga kuendesha harakati za kupana misaada kwa makundi ya kizalendo Jumamosi ya tarehe 31 Mei 2025 kwenye uwanja wa mpira Lumumba na saa nane mchana, kulingana na kitangazo rasmi kutoka kwenye muungano wa wabunge hao. Wamesema ni vema raia wa muji wa Baraka na Fizi kujumuika kwa wingi eneo hilo, huku wakijionea wenyewe kazi ambazo wabunge hao wanazitenda usiku na mchana. Wabunge hao wa kiraifa watakao wa misaada ni pamoja na mbunge Msenyi Bwa Pele, Janvier Basoshi Ubwateufil na Mangio Kuishi Bwe la Oberi pamoja na Chakubuta Mfaume Teash. Kwingineko ni huko Kasaba ambako mkuu wa sekta Nganja ametaja kushukuru serikali ya jimbo na ile ya taifa kwa kuajiana msaada wa vyakula na visivyo vyakula wanga wa mafuriko aliotokea tariki tisa mwezi Mei pa kijiji cha Kasaba sekta Nganja tarafa Nifizi. Akizungumza na TV yako bwana Kili Bernard mkuu wa sekta Nganja amesema kuwa ni jambo la kupongeza kuona serikali inawajali raia e, wa vijiji vyake hasa kuwajia na msaada pindi wanapopata tatizo. Nitaexprimer joie yangu kwa serikali yangu ya nchi ya Kongo ya kidemokrasia hususan kwake Rais wetu Felix Tshisekedi Chilombo Antoine ambaye alali na kuweza kukumbuka hata watu ambao wanapatikana nyuma, nasema nyuma, kwenye vijiji na vitongoji vya nchi ya Kongo ya kidemokrasia, sababu Kasaba ni moja kati ya vijiji ambavyo vinapatikana ndani ya nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Tulikuwa hatutegemei kupata viongozi ambao wanaweza kuja kuwa pamoja nasi kutokana na majanga ambayo tumeweza kukumbana nayo hapa, na hivyo kutokana na misaada hii yote ambayo mnashuhudia nyinyi journaliste, kwa kweli huu ni msaada sasa wa tatu, sababu msaada wa kwanza ulikuja na vice gouverneur wa province pamoja na wa député provincial na président wa assemblée provinciale yetu ya Sud Kivu, na msaada wa pili ulikuwa wakipesa ambao gouverneur mwenyewe professeur Jean-Jacques Purusi ambaye aliweza kuachia waanga aswa le vrai victime ya hii katastrophe natirele ambayo ilipitika hapa Kasaba, na hivyo kuwaletea kitita, kitita cha pesa cha milioni eh, ine na tukawapa, na leo hii tunaenda kushuhudia msaada wa tatu wa serikali wa mabati unga na Kadhalika. Kwa kweli naendelea kutoa eh, eh, shukurani zangu sana na kupongeza serikali yetu ya Kongo na kusema kwamba majanga kama na haya huwa yanapitika maeneo tofauti. Ina maana leo hii ni kwangu Kasaba, kesho itakuwa kwa wengine. Roho ambayo rais anayo aendelee nayo hiyo, inaonyesha kwamba eh, yuko bega kwa bega na raia wakati wote wa matatizo na huko Kinshasa ni kwamba wabunge wa kitaifa walipitisha Alhamisi Mei ishirini na tisa izini lazimio la uchunguzi la mahakama dhidi ya Mutamba Constant, waziri wa nchi, waziri wa sheria na mlinda mihuri anayeshukiwa kwa ubadilifu wa dola za Kimarekani milioni kumi na tisa kati ya dola milioni thelathini na tisa kama sehemu ya mradi wa kujenga gereza huko Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Chopo. Uamuzi huu unakuja baada ya kukubalika kwa ripoti ya kamati maalum inayohusika na uchunguzi wa mashtaka ya memvone. Wakili mkuu katika korti ya utenguzi, mwisho wa uchunguzi wa kina wa hati zilizotolewa na wageni wawili Kosta Mutamba na mwendesha mashtaka karibu na korti ya utenguzi, kamati yako inabaini kuwa imeonekana na kwamba bado kuna utata mwingi. Vizuizi ni vingi ambavyo vitazuia uzihirisho wa ukweli katika jambo hili. Kamati yako inakumbusha kwamba ukweli unaotokana na Waziri Kosta Mutamba ni mbaya sana machoni pa sheria za Kongo, imeeleza hiyo ripoti ya tume maalum iliyosomwa na Andre Lite. Ripoti ya tume maalum wakati swali lilikuwa tayari likichunguzwa katika bunge la kiraifa, Constant Mutamba, wakati walikutana uso kwa uso na mawakala na watendaji wa utawala wake, walipinga utaratibu ulioanzishwa dhidi yake na sheria. Kwa upande wa Costa Mutamba, mwendesha mashtaka karibu na korti ya utenguzi, akiwa mwenyewe chini ya uchunguzi, hana ubora mba wa kuanzisha mashtaka dhidi yake. Costa Mutamba alisema haya: mwambie mwanasheria mkuu wa serikali kwamba hata wahi kuniona mbele yake kujitetea. Siogopi gereza, niko tayari amefanya kosa kubwa la kinidhamu yeye ambaye ndiye mada ya uchunguzi, hawezi kuanzisha hatua dhidi ya waziri wa kisheria. Hili ni kosa kubwa la kinidhamu, nitazingatia matokeo yote ya sheria. Anaanza kumwita katibu mkuu wa wizara ya sheria na mkurugenzi wa adhabu, alisema Kosta Mutamba, huku akipigiwa mikono na mawakala na watendaji wa wizara yake. Kwa upande wa Mutamba, Fermen Vonde alianzisha njia hii kwa kusudi la kutaka kuchafua jina lake kwa raia. Kosta Mutamba alisema, mara tena, mwambie kwamba alikuwa katika kundi moja la watu wanaomuunga mkono kabila, kundi hili ni la kimafia, alitaka kunizalilisha ili kuharibu sifa yangu. Mwambie kwamba mungu wa mababu zangu ni nguvu kuliko miungu yao, mwambie kuwa siogopi gereza, niko tayari walisema nilikuwa nimekimbia katika nchi ya Tanzania, waambie kwamba nimekuja kuonana kwa nao hapa, niko Kinshasa, niko kwenye ukumbi wa mahakama. Mwambie pia kwamba ninasubiri atoe ufafanuzi wa mali yake yote, nasubiri uchunguzi dhidi yake umalizike. Alisema hayo kijigamba akijigamba Costa Mutamba, waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpenzi mtazamaji wa Fizinews 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili waanze kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizinews 24 inakujia mashariki mwa nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. mimi ni Safari Almas. Fizinews 24. Média d'information en temps réel.